Ai ni video ya pili kwenye series yetu ya video mia moja kuhusu jinsi YouTube inavyoweza kukupa pesa kuanzia sifuri hadi kipato cha juu. Tuendelee na somo letu la leo. Swali la kwanza e, la kujiuliza e, au ambalo unatakiwa kulijua, YouTube inamilikiwa na nani mona e? Naweza nika kujibu eh, YouTube inamilikiwa na Google, kama nilivyokuambia kwenye video yetu ya kwanza iliyopita, aliyenunua YouTube kutoka kwa wale vijana watatu akiwa Jawed Karim eh, ni Google ambao waliuza kwa dola za Kimarekani bilioni 1.65 za wakati ule, yaani mwaka 2006, mwona? kupitia kampuni mama eh, E inaitwa Alphabet Inc. Unaona? Google ilinunua YouTube mwaka 2006 kwa dola za Kimarekani bilioni 1.65. Lakini kwa nini Google ilinunua YouTube? Swali zuri. Unaweza kuwa umejiuliza, unajiuliza umeshajua Google alinunua YouTube. Lakini wewe pia um, um, baada ya kusikia hivyo lakini kuna swali linaweza kawa nakuja kichwani au limekuja kichwani. Je, yeah. Google alinunua kwa nini? Mbona? Jibu ni moja tu: Attention ya watu. Attention ya nini ya watu? watu walikuwa wanatumia muda mwingi kutazama video kuliko kusoma maandishi. baada ya baada ya YouTube kuzinduliwa au kutumika 25 ilianza kupata watu wengi, yani attention ile ya watu ilikuwa kubwa. So matumizi ya vitabu yalipungua sana kutokana na walimu wengi kadamnasi kadam, kadam mnasi kubwa ya watu walikuwa wametoka, wametoka kwa kipindi cha mwaka mmoja wametoka katika kusoma kuingia kwenye, kwenye kutizama video, hapo utakuwa umenielewa kutizama, kutizama video mona. Sasa swali la muhimu zaidi, kwa nini YouTube inakulipa pesa kama we creator? Yaani wewe ukisha kuwa mtayarishaji maudhui wa YouTube unalipwa pesa kwa nini? Jibu ni rahisi, YouTube haitengenezi video, wewe ndio unaotengeneza video, umenelewa. Google inaingiza pesa kupitia matangazo. Matangazo haya huonekana, unaweza kusema yanaonekana vipi? Maona ayo matangazo hayo yanaonekana vipi? Ni hayo matangazo yanayoonekana kabla ya video, katikati ya video baada ya video kwenye shorts. Bila content yako hakuna watazamaji. Umeona, yaani bila wewe kutengeneza content hakutakuwa na watazamaji, si ndio? Maanake kusipokuwa na watazamaji hakutakuwa nini? Na matangazo. Na kama hakutakuwa na matangazo, maana yake ni nini? Hakutakuwa na nini? Hakutakuwa na pesa. Umeelewa? Ndio maana YouTube inakushirikisha kwenye mapato. Kwa kila pesa inayopatikana kupitia matangazo sehemu yake unaipata wewe kama creator. Kwa lugha rahisi unaweza ukasemaje? Kwa lugha rahisi unaweza ukasema wewe unatengeneza content. YouTube inaleta advertiser, umeona, mtumiaji anatizama, umeona, pesa inagawanywa. Hii ndio sababu YouTube inalipa creators wao, umeona, si kwa hisani bali ni kwa ushirikiano wa kibiashara. Ushirikiano wa kibiashara kivipi? Wewe unapoposti content yako YouTube yakoyoutbe, una, unakuwa una, una, kama umeingia mkataba moja kwa moja na YouTube, so baada una, ya kufikia vigezo fulani, unaenda kwanza safari yako ya nini, ya kulipwa sijui, unanielewa? Ndio maana ukiwapa watu value kubwa, YouTube inakupa visibility, advertiser wanakulipa wewe, unapata kipato, umeona. Kwenye video ijayo eh, tutaangalia YouTube inapataje pesa kwa undani zaidi. Ona kama unajifunza kitu hapa, subscribe na ushiriki video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, nikiwa namaanisha ushare video hii kwa ndugu jamaa na marafiki.